hudui walasali amma baada ya kumshukuru mola Subhanahu wataala, na sala zetu kumuswalia kipenzi chetu mtume wetu Muhammad na hali zake na masahaba zake, kabla sijaendelea na yanu iliyofunya nayo kama alivyosema ndugu dugu yangu huyu katika ndoa katika ndoa lazima kata na mtungi haiwati kukungana. Wakati nilipokuwa naendesha hotuba yangu ya ndoa Misikiikonze, alafu nikawauliza wale walioliogo pale, kila ambaye ana matatizo ndani ya nyumba yake asimame. Wakasimama watu wote isipokuwa bwana mmoja tu. Kwa kutoka kwetu langu isimami, sio hakusimama, kwamba shehe, wewe mke ulionaye mtoro la aini, hao wote wana matatizo majumbani mwao. Na anavasikiliza mwanangu, shetumani mimi ningalikuwa wa kwanza wakusimama, lakini bibi yangu mlivuta miguu yote mii

Mwanamume malamdhalika ndoa inakuja mara moja tu katika umri wako. Watu wamekusalikana msikitini pale, wanakuja kukusherehekea yale ambayo kwamba unaokwenda nayo huko na nyumba yako, kwa hivi la tahiru liman

Waambieni, nini mlioa bwana na harusi, waambieni, mabibi zenu, maneno tamo. Yeye mwenyewe alikuwa akimwambia Bibi Aisha, maneno tamo ena gati. Kwanza alikuwa akimwita Aisha, akimwita ya hubuki ya Humeira, mapenzi yangu, ninayokupenda mwana kumewa. Ni mapenzi ya kati.

Kuna mambo sisi hatuyawezi jamani, kuna mambo hatuyawezi. Hawa ndio wanaoyaweza. Jambo dogo tu utakuta mtoto amekwamba, aliyezaliwa, mama akilia, huyo mtoto ajua kwamba huyo anaanga mama. Kijana akilia, ajua kwamba huyo atakunyonya. Akilia huyo kijana kumjua na mwenzake hata kile. Kijana atakapata kula, atakapata kunyonya wewe unga kijana mdogo. Lakini mama amezitofautisha vilio karibu zinane. Na kilio kile kile. Amejua kilio cha dada, amejua kilio cha kulala, amejua kilio cha kuuma, amejua kilio cha kuanguka, amelia ajua kilio, kwa sababu huyu mtumbo wake mtumbo wake wa muuma. Estos son mis mensajes,

hata yule bibi asimuone katika macho yake, bora zaidi ya kweli wa akhira. Laysa al-akhir, sitafushi maneno. Asiye jua kupenda si mlezi wa mahaba, asiye jua kupenda si mlezi wa mahaba